Ukiusikiliza wimbo huu kwa hakika utakufa. Jina langu naitwa Billion Arts of Culture, mtengenezaji wa picha mbao maarufu. Wimbo unaitwa Gloomy Sunday, kwa Kiswahili sahihi tunaweza tukasema jumapili ya huzuni, wimbo uliotungwa kwa lugha ya Kihangari ukauwa watu zaidi ya elfu moja. Kwa sababu Waingereza nao wanakieleele, hawataki kukaa nyuma wakisikia mambo kama haya wasanii wa huko Uingereza wakautafsiri wimbo huo kutoka kwenye lugha ya Kihangari na kuupeleka kwenye lugha ya Kiingereza. Lakini cha ajabu, wimbo huo ukafanya mabalaa hata huko Uingereza, ukauwa watu zaidi ya mia moja kiasi kwamba serikali zote mbili zikaupiga marufuku wimbo huo. Lakini kwa sababu wimbo huo ulikuwa umesambaa duniani kote, walikiona cha mtema kuni. Gloomy Sunday ama jumapili ya uzuni ni wimbo uliotungwa na Rezo Silis ama Rudi Spiza, msanii kutoka nchini Hungary mwaka 1933. Rezo Silis alitunga maneno ya wimbo huo na kupiga mwenyewe ala ya huzuni ya wimbo huo baada ya kuachwa na mpenzi wake. Inaelezwa kwamba kitendo cha kuachwa na mwanamke aliyekuwa akimpenda sana kilimfanya apatwe na huzuni kali na msongo wa mawazo, na katika kipindi hicho ndipo alipopata wazo la kutunga mashairi na baadaye kuutengeneza wimbo huo kwa sababu aliwimba akiwa na huzuni kali, wimbo nao ulijawa na hisia kali za mtu anayelalamika kuvunjwa moyo na mpenzi wake, akifananisha kitendo cha kuachwa kuwa ni sawa na kufiwa na mtu aliyekuwa akimpenda. Awali ulionekana kuwa ni wimbo wa kawaida tu wa huzuni, lakini matukio ya watu kuyakatisha maisha yao baada ya kusikiliza wimbo huo kwa kurudiarudia yalianza kuripotiwa, wengine wakiacha kabisa ujumbe kwamba wamejiua baada ya kusikiliza wimbo huo. Miaka miwili baadaye serikali ya Hungary iliupiga marufuku wimbo huo. Hata hivyo, tayari ulikuwa umesambaa sana kiasi kwamba watu waliendelea kuusikiliza hasa pale ilipotokea mtu ameachwa au ameumizwa na mtu aliyekuwa akimpenda. Sifa za wimbo huo zilianza kusambaa duniani kote mwaka 1936. Wanamuziki wa Marekani na Uingereza waliutafsiri wimbo huo kwa lugha ya Kiingereza kutoka katika lugha ya awali ya Kihangari. Bado tatizo lile lile likawa linaendelea hata kwa matoleo yaliyotafsiriwa. Watu wakawa wanaendelea kujiua baada ya kusikiliza wimbo huo. Mwanzoni mwa miaka ya 1940 Toleo la Kiingereza la wimbo huo lilipigwa marufuku nchini Uingereza baada ya idadi ya waliokuwa wakijiua kuzidi kuongezeka, lakini Marekani na sehemu nyingine duniani wimbo huo uliendelea kupigwa tu kama kawaida. Miaka michache baadaye wimbo huo ukampatia mafanikio makubwa sana na kuwa gumzo dunia nzima. Sirius aliamua kumtafuta mwanamke aliyemwacha na kusababisha autunge wimbo huo, lengo lake likiwa ni kujaribu kumbembeleza ili warudiane, kwani kama ni pesa tayari alikuwa nazo baada ya wimbo huo kuwa maarufu dunia nzima. Miaka michache baadaye wimbo huo ukampatia mafanikio makubwa sana na kuwa gumzo dunia nzima. Sirius aliamua kumtafuta mwanamke aliyemwacha na kusababisha atunge wimbo huo, lengo lake likiwa ni kujaribu kumbembeleza ili warudiane kwani kama ni pesa tayari alikuwa nazo baada ya wimbo huo kuwa maarufu dunia nzima. Hata hivyo, katika hali ya kustaajabisha, inaeleza kwamba Silis alipofika mahali alipokuwa akiishi mwanamke huyo, alikuta watu wamejaa sana. Baadaye ikabainika kwamba mwanamke huyo amekunywa sumu na kujiua, na kwenye chumba alichojiulia, ilibainika kwamba alikuwa akisikiliza wimbo huo, na pia aliacha ujumbe kwenye maneno mawili tu kama sababu za kujiua kwake, yaani Gloomy Sunday. Inaelezwa kwamba Siris alibaki na hatia kubwa ndani ya moyo wake, akiamini kwamba yeye ndiye chanzo cha kifo cha mwanamke huyo. Na mwaka 1968 naye aliamua kuyakatisha maisha yake kwa kujirusha gorofani kupitia dirisha la chumba alichokuwa akiishi huko nchini Budapest. Siris aliacha ujumbe kwamba ameamua kuyakatisha maisha yake baada ya kuona wimbo aliotunga umekuwa sababu ya watu wengi kujiua, hivyo anahisi hatia kubwa ndani ya moyo wake akawaomba radhi ndugu na marafiki wote waliojiua kwa sababu ya kuusikiliza wimbo huo. Nimalize kwa kusema asalamu alaikum, yani amani iwe nanyi.